Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele limeandika serikali yaeleza faida umeme kutoka nje, yasema hakuna upungufu kumaliza machungo kaskazini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ngorongoro yavuna bilioni mia sita tisini na nne za utalii miaka minne. Habari katika ukurasa wa pili TRC mgu sawa treni za mizigo SGR. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. NHIF yafikia ukwasi wa bilioni 95, yaukua bilioni 22, usimamizi mfuko watumishi 36 wakiona habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Ajira 1000 zaja zimamoto na uokoaji, habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Sarunge zikwa wanawe viongozi wa toa ya moyoni habari katika ukurasa wa tatu pamoja na ukurasa wa nne. Lakini pia gazeti hili limeandika NMB ya toa bilioni moja nukta nne mikutano ya alert habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya habari leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti ya habari leo mikanoni.